Devere kiduka King Maraga kulikoni Dulan Tire. Hii ah, ndo location mpya sasa hivi Dulan Tire mm. Niko apa niko, niko, kama ndo sehemu yangu ya kazi sasa hivi mm. Eh, kwa hiyo hapa ndo napopatikana sasa hivi, kitaka matairi bora matairi aina zote iwe ya, ya, ya magari makubwa iwe ya magari madogo mpaka kilikuu size zote mm. unayapata una, una hapa kutoka katika Dulan Tire tairi imaya tairi ambazo zina ugumu E, kama ugumu wa wachezaji wa Simba mm. kama Kagoma, kama Kagoma vile au kama Fabrice Ngoma mm. eh, au kama Mavambo Deborah Fernandez, basi tile hizi zinakuwa na ugumu wa namna hiyo. Patikana... wanapatikana mtaa Livingstone katikati ya Tandamti na Pemba mm. Ukija hapa duka la Dula Ntani moja tu, ukija hapa ukitutafuta, basi utatupata hapa, ndio napopatikana sasa hivi nitakazozungumzia michezo jana iko na sitofahamu baada ya meneja wa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe kuita mkutano na waandishi wa habari na kus, na kualika baadhi ya viongozi pamoja na wachambuzi pamoja na mashabiki kwenda kula iftari kujumuika kwa pamoja. Jana tumeshuhudia wachambuzi wakiwepo na Engineer Said pamoja na meneja wa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe na Engineer S akawa anatania akasema waongeze kuku pamoja na mishkaki ili wachambue vizuri wakiwa redioni. Kauli umeipokea Engineer Said? Ah, ile kauli hata mimi ilinishangaza. Unajua mimi mara ya kwanza nilichukulia kama ni, ni, ni kanuni eh, ni swala la heri la kufuturisha. Sawa, ni swala la heri, swala la kufuturisha eh, kwa sababu waislamu wote mwenelewa bwana, tunatakiwa tufanye hivyo kwa wale wenye uwezo. Lakini sasa zile kauli zilizokuwa zinaongelewa pale ndio zilokuwa zinastaajabisha, swala la kuwatania watu, kuambia kwamba waongeze wa mishikaki waongeze na nyama ili waendelee waendelee kuchambua waendelee kuchambua nini. Sasa waongeze kuchambua nini? na maana yake, tafsiri yake, kama wa, waendelee kuisifia Yanga kama vile wanavyo wanavyofanya. Ina maana maji mambo mabaya ya Yanga wayasemee kwa mazuri na mambo mazuri wayasemee kwa mazuri, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo, lakini kwa swala la kufuturisha ni vitu vya kawaida tu. Sasa je, ni kweli waliweka nia ya kufuturisha au ndo kuweka ukaribu na watu ili katika kuipambania timu yao Hmm. Umeona mchambuzi naye akiwepo ndani. Eh, nimemwona kijana kijana yule anaipenda yule Yanga mpaka analia. Umeelewa, hawezi kukosekana kukosekana sehemu kama zile. Kwa sababu juzi kati tu hapa alimwaga mpaka machozi wakati anaitetea Yanga. Kwa hiyo hawezi kukosa sehemu kama zile na kuna baadhi vile vile ya ndugu zetu watu wetu wa Simba nao njaa zao naona wanazivalia njuga. Umeelewa nao walikuwepo. Eh, vile vile. Eh, watu walikuwepo wameenda kufuturu vile vile. Sasa kuna wana Simba wenzao kibao ambao wanafani wanafutulisha, mbona waende? Kwa nini uende kule? Kuna nini kule? Si mwalikwa nini bwana? A, kwani hakuna wanasimba wanaofutulisha? Wapo wana wanasimba wanaofutulisha. Kwa nini usiende uende kwenye nini, kwenye futuru za, za watu ambao wanaotuandama, watu ambao kila siku sawa wanaiandama timu yetu. Kwa hiyo mimi huwezi ukaniona sehemu kama zile meneja wa habari wa Simba Sports Club uh, Ahmed Ally hakuonekana kabisa. Watu wakajiuliza kulikoni, ila baadhi ya mashabiki wameonekana wa Simba Sports Club siku ya jana, e, baadhi ya mashabiki wameonekana, ndio wao mimi ninawazungumzia hao e, mashabiki maandaze, wale wameonekana kina Mandara, kina Mzee Saidi, hmm. Sasa hii inakuwa ileti picha nzuri, kwa sababu umeelewa bwana, kwa sababu ile ftali inakuwa so ya heri watu. Sasa hivi tuko kama tuko kama maadui zetu hakuna urafiki nao watu watu sio sio rafiki zetu kabisa. Na hasa ile mechi ya juzi walivyotuzuia kuingia mazozini, mimi pale ndo nimefuta kabisa urafiki na watu wa Yanga. Kwa hiyo wewe unapoonekana unawasapoti kwa moja kwa moja, tayari hata sisi tunakutilia mashaka. Mashaka, aftari sio ya heri, uh, aftari sio ya heri kwa sababu yule anayekuandalia aftari sawa, sio kwa sababu ana heri, kitendo vitendo anavyotufanyia ametufanyia ndani ya mwezi wa Ramadhani huu. Kwa sababu huu mwezi ni waheri. Huu mwezi ni watu wa kutakiana mema. Kwa nini sisi watutakie mabaya? Sasa kuchinja aln si tumkimbia Yanga kidevele kiduka Kimalaga ile hatuwezi. Kwanza timu yao ni ya mafao. Sisi tuna timu ya vijana. amesikika hmm, akisema dabi haitokuwepo Simba mzani dabi da kuwepo na wao awapo tayari kucheza katika mchezo huu. Ilikuwa baada ya kumaliza ftari na viongozi pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa mashabiki wa Simba, kwa tulofikia tuliofikia hivi, uwezi kututoa mchezoni wala uwezi ukatufanya sisi tuzubae ili we uje kutufunga kirahisi eh? Yanga mi naamini watakuja kwenye dabi tarehe, kwani wao ndio walianza kukimbia tarehe nane elfu na so, mbil wao, lakini mechi ilivyopangwa sisi hatukuja Umenelewa? Watakuja isipokuwa kuwatoa Simba mchezoni. Kwa hiyo kuja watakuja isipokuwa wanataka kujifanya kata Simba mchezoni tuduae, kwamba inawezekana mechi inawezekana mechi mechi hamna tua, tusifanye maandalizi kwa sababu tarehe, muda wote inafanya nini? Inapangwa. Kwa hiyo wasitusukize. Umenelewa bwana? Wasitusukize kabisa, sisi vitu kama hivi tushazoea na tuna, tuna tunawaelewa Yanga vizuri. Kwa hiyo kuja watakuja, lazima waje kwa sababu ile mechi haijachezwa. Kwa sababu kama vingekuwa zimefuatwa sheria na kanuni kama zilizofuatwa Egypt, umenelewa bwana, basi wangepata pointi tatu lakini kulikuwa hakuna marefarii kulikuwa hakuna mechi kamishina. Wamekuja wao tu, wameruka ukuta, wameingia mlandani, wamefanya mazoezi. Kwa hiyo mechi ilikuwa ishaahirishwa tayari. Kwa hiyo sisi tunafuata taratibu za nini za CAF na FIFA pamoja na TFF. Wanazungumza nini moja kauli ya Mzee Saidi, anasema wewe umealikwa? Je, kidevele kiduko ulialikwa au ulipigiwa simu na injinia Amara? na hata kama ningealikwa nisingekwenda, sawa, kwa sababu mimi sio mshamba wa futari na sina njaa, umeelewa eh na siwezi kutumika katika kuifanya nini, kuhujumu Simba yangu. Kwa hiyo hawezi wakaniita wala wakanialika, sawa. Sehemu za kula futari siku nyingi, nikitaka kula futari nitaenda kwa Azam Deuji, muda wote, sio mpaka nialikwe. Yani natoka na kwenda muislamu angoji kualikwa kwenye futuru? Futuru muda wote ukiamua kwenda unaenda, una futuru. Sasa kama wewe futuru unangoja mpaka ualikwe, basi wewe ujue njaa zako unazivalia njuga. Sisi watu wengine, watu zivalia njuga, unakusema na wachambuzi wana njaa Uwezi kusema wana njaa, Swami alikuwa bwana wenyewe kama wenyewe wanavyosema. Ila sasa, je, ile ftali ni ftali? Ndio tunachojiuliza sisi. Siku zote technical aids huwa zinaambatana na mahitaji. Wewe unapo unapomnunulia labda mtoto wa kike, kila siku kuna nini? Hapa kuna, kuna kitu ambacho ninafanya nini ninanufaika nacho. Kwa hiyo nikimkatalia, ninaweza nikafanya nini nikakikosa eh kitu kama hicho. Hapa kutokwenda meneja wa habari wa klabu ya Simba ni Wanasimba mmeshukuru, ama angeenda ingekuwa na manunguniko kwa upande wa baadhi mashabiki wa Simba na singeweza kwenda kwa sababu yuko bize na maswala yake ya nini ya kimpira, na hili swala tukio lililotokea juzi linaashiria kabisa hakuna urafiki wa karibu kati ya mshabiki wa Simba na Wayanga, hicho kitu hakipo. Hakuna utani utani, kwenye ukweli utani sasa hivi ushaondoka, sasa hivi ni uadui. Yaani sasa hivi Simba na Yanga hakuna utani tena, utani wa jadi umepotea, sasa hivi kuna uadui na ndio maana watu wanatendeana vitu vya ajabu. Kwa mfano, chukulia kama ile siku walokwenda Bunju kule, kwa mfano Simba nao wangechukua magari yao, wangekwenda, unafikiri kingetokea nini? Kwa hiyo ingetokea vitu vya ajabu sana. Ha, hata ile uwanja wa Taifa wao wamepeleka makomando kuizuia timu ya Simba. Simba nao wangeamua wapeleke makomando hivi, kingetokea nini pale uwanja wa Taifa? Kwa hiyo ndio maana nakwambia mpira wa sasa hivi ushatoka tena kwenye mpira, kwenye ushabiki wa mpira. Sasa hivi tuko kwenye nini? Kwenye uadui. Kwa hiyo kila mtu anafanya kile anachofanya nini, anachojisikia kufanya. Afadhali nikavishwa sanda, nikafa, nizikwe kuliko kuhamia Yangu. Mimi ukiweka chumba cha nyoka tena kobla na vifutu wale, ni afadhali, na chumba cha watu wa Yanga ni afadhali nikaingia kwenye chumba cha kobla na nyoka kuliko kukaa na watu wa Yanga, serious kabisa. Lile meeting tuzungumze, hmm, hmm, kuhusiana na baadhi ya mashabiki kama Mchome jana alikuwepo kwenye fitari, watu wanazungumzia kusana na Mchome anangata, mbona anakupuliza huku na huku. Kwanza Mchome sio mshabiki wa Simba, Mchome ni mshabiki wa Yanga, isipokuwa anatumia slogan ya kuvaa jezi ya Simba katika kuifanya nini, kuiponda nini, kuiponda Simba, lakini Mchome ni mshabiki wa Yanga. Kwa hiyo kumwona sehemu kama zile, yule ni mamluki kaamua kutumika vile katika kuiharibu kui, kui, Simba kuilemba kui, Yanga basi uwezo ukafanya nini uwezo ukamkosa maeneo kama yale anaonekana mpaka airport kwenda kuwapokea Yanga. Sasa utashangaa kwenda ku, ku, kwenye futari na wakati ana njaa zake bwana, mwache akale kuku eh.